wapendwa mahujaji wa matumaini kristu ndiye tumaini letu tunapoelekea mwishoni mwa mwaka wa liturujia kanisa linatualika kutafakari juu ya nyakati za mwisho sio kwa ajili ya kututia hofu bali kwa ajili ya kutuamsha kiroho mama kanisa anatuasa tuendelee kuwa waaminifu na thabiti hata pale mambo yetu yanapoendelea kuyumba wengi tumekuwa tukijiuliza swali kwamba mwisho wa dunia ni lini lakini nadhani swali rahisi la kujiuliza leo ni kwamba, je, yeah, tutaishije maisha yetu kwa uaminifu, hasa tukijiandaa kwa ujio wa pili wa bwana wetu Yesu Kristo. Masomo ya Jumapili ya 33 ya mwaka C wa Kanisa yatatuongoza katika kutafakari hayo. Somo la kwanza kutoka kwa nabii Malaki sura ya tatu aya ya kumi na tisa mpaka 20. Nabii Malaki anazungumza na jamii ya watu wa Yuda ambao walikuwa wamemngoja sana Masia, na wakawa wamekata tamaa, wakawa wanaona kwamba uovu unazidi kustawi na watu waaminifu wakizidi kuteseka. Nadhani swali ambalo pia walikuwa wanajiuliza ni kwamba Mungu wetu yupo wapi, hasa katika ulimwengu wa kipindi kile ambao ulikuwa umejaa maovu. Ndugu zangu, udhalimu na kiburi vinaweza vikatawala sana katika ulimwengu, lakini tunajua kwamba mwisho wa siku haki ya Mungu itashinda. Tunaalikwa kuendelea kubaki kuwa waaminifu na watu wenye matumaini, hasa katika dunia ambayo imejaa giza. Somo la pili litatoka waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Thesalonike sura ya tatu aya saba mpaka ya kumi na mbili. Mtume Paulo katika hili somo anashughulika na tabia ya baadhi ya wakristo wa, wa Thesalonike ambao walikuwa wameacha kufanya kazi wakidai kwamba ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo ulikuwa karibu sana. Wakawa wanajiuliza swali kwamba kuna haja gani ya sisi kufanya kazi kama Yesu anakuja leo au kesho? Nadhani tunaishi pia katika ulimwengu ambao tuna Thesalonike wa namna hii tumekuwa tukiona kwamba kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba wanaweza kuombewa tunakupata kile kitu wanachokihitaji. Tumeona makanisa mengi siku hizi ambapo watu hawataki kufanya kazi, lakini wanakimbilia katika makanisa na wanataka kuona kwamba wachungaji wakiambiwa, pokea gari, pokea utajiri, pokea hiki. Hayo ndio mambo ambayo siku hizi Wakristo tunapenda. Lakini pia ndugu zangu, ni lazima tujifunze kwamba imani sio kisingizio cha uvivu, Eh, bali ni msukumo wa uwajibikaji. Maisha ya kiroho hayapaswi kuondoa jitihada zetu za kibinadamu. Hicho ni kitu cha muhimu ambacho lazima tujifunze. Imani na uwajibikaji ni lazima vyote viende kwa pamoja. Nadhani hili ndio jambo ambalo tunajifunza katika somo la pili, katika somo la Injili ambayo itatoka Injili ya Luka sura 21 aya 5 mpaka 19, Yesu anazungumzia baadhi ya ishara ambazo zitaonyesha ujio wake. Na nataja vitu kama vita, matetemeko ya ardhi, njaa, mateso, ujiwa na nabii wengi wa uongo na vitu kama hivyo na vitu vingine vingi alivyovitaja. Na ni vitu ambavyo kwa miaka hii yote tumekuwa tukiviona kwamba vimekuwa vime vikiendelea kutokea. Lakini lengo la Yesu katika Injili hii sio kututia hofu kuhusu mwisho wa dunia, lakini lengo lake ni kututia moyo kuvumilia dhoruba za maisha kwa imani. Kutokana na somo hili kumezuka wimbi la manabii wengi ambao wamekuwa wakitangaza mwisho wa dunia kwamba utakuwa ni siku fulani, mwaka fulani, tarehe fulani. Tuna mfano mzuri katika nchi ya jirani ambapo mchungaji mmoja aliwatangazia waumini wake kwamba mwisho wa dunia umekaribia, na hivyo watu wote ilibidi watoke waende msituni na kule wawe wanasali na kufunga wakijiandaa na ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na huyo mchungaji akasema kwamba kwa wale ambao itatokea kwamba watakuwa wamekufa katika hiyo hali, Yesu atawanyakua, atawachukua moja kwa moja mbinguni. Na ikaja kugundulika kwamba watu wengi walikuwa wamekufa, lakini hasa ilikuwa ni kwa sababu ya njaa. Na watu wengi wale waliokuwa wamekufa, ikaja kugundulika kwamba walikuwa wanafikiwa, wanafikiwa kule polini. Sasa, Yesu hakuzungumzia mwisho wa dunia wa namna hii anatuasa kwamba tuwe tayari muda wowote, na tuishi maisha ya utayari mbele za Mwenyezi Mungu. Kuna simulizi moja mtakatifu Francis wa Asizi, ambapo siku moja alikuwa akifanya kazi bustanini, anapanda mboga, na moja wa ndugu zake akaja akamuuliza, Francis, hivi ukiambiwa kwamba Yesu anakuja kukuchukua saa hizi, utafanyaje? Nadhani kwa akili ya kawaida hata sisi tungeuliza hilo swali. Ni kwamba wengi tungesema tungekimbilia maungamo, tungekimbilia kupokea Ekaristi, tungetenda jambo hili wala lile wala lile. Lakini sikia mtakatifu Francis alichokijibu. Mtakatifu Francis alijibu kwamba kwangu mimi nitaendelea kulima bustani na kupanda mboga kama nilivyokuwa nikivifanya sasa. Hili jibu linaashiria nini? Hili jibu ni jibu la kiimani ambalo linaonyesha kwamba Mtakatifu Francisco alikuwa tayari mbele za Mwenyezi Mungu. Msemo huu unaonyesha hali ya utayari ya kiroho, kwamba mtu akiishi kwa uaminifu mbele za Mwenyezi Mungu hatakuwa na hofu ile ya mabadiliko ya, ya ghafla pindi Yesu atakapokuja. Wapendwa maujaji wa matumaini, maisha yetu ni safari fupi ya kukutana na Bwana wetu Yesu Kristo. Hatufahamu siku wala saa ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja, lakini tunajua kwamba yeye yupo na sisi katika kila hatua. Tusiishi kwa hofu ya mwisho, bali tuishi kwa upendo na uaminifu kwa sasa. Kila pumzi iwe sala, kila tendo liwe sadaka, na kila siku iwe ushuhuda wa tumaini letu kwa Mungu. Ndugu zangu, tuendelee kuishi neno kwa upendo, uaminifu na furaha. Tumsifu Yesu Kristo.